Kwa majina naitwa Levis Mwinuka, ni mfanyabiashara mdogo mdogo, pia ni mwalimu kwa saizi. Hali ya kiusalama kwanza, imetulia tofauti na mwanzo hizo wiki, wiki moja iliyopita, hiyo ilikuwa ni changamoto kwa kweli, lakini kwa saizi siku mbili zitatu, naona hali imetulia, watu wanaendelea na shughuli zao pia uchumi bado, kwa sababu kuna watu bado hawajakaa vizuri kiuchumi. Unajua, ukishafunga biashara siku tatu nne, kidogo uchumi na unayumba kwao. Kuna watu wengine walikuwa wamekopa mikopo na nini, kwao kulisha marejesho inakuwa changamoto kwao. Sasa watu waza wanza kujipanga taratibu. Kwa hali ya kiusalama kidogo saizi iko iko shwari, pia shughuli ya kiuchumi kidogo ndo bado hajakaa sawa, ngumu hali ngumu. Sio tu makundi hayo, hata vijana tunao pia ilikuwa katika hali ngumu kusabu, kwa sababu sio wote walio kutoka nje kwenda kuandamana walifanya fujo hapana. Kuna wengine ambao walikuwa ndani, kwa hali ilikuwa ngumu kwa wote. Kwa mtu alikuwa ajui kama kuna kulala masaa 24 lakini unalala masaa 24 unaamka masaa 24 yani ilikuwa amna, amna kusema kupumzika, unalala muda wote, kwa ilikuwa ni changamoto kwa kweli. Kwa hiyo hali iliathiri watu wote, hajalishi wazee, vijana, wakina mama, kwa ni watu wote waliathirika kwa hali ya uchumi kidogo ikayumba kwa watu wote, kwa vijana wote, pamoja na wazee na wakina mama, kwa la kujifunza lipo lipo kubwa sana kwa watu ambao tumeshuhudia, tujai kushuhudia kitu kama hicho tu, nashauri ili swala hili katokea tena, kwa sababu limeathiri vitu vingi sana, vimesimama maendeleo pia kiuchumi, kwa mtu mmoja mmoja alisimama. Nikuwa nashauri vijana wenzangu, kama kuna wakina baba, wakina mama, ili swala hili kaitokea tena, kwa sababu tunakoelekea itakuwa ni kubaya zaidi e, ni kubaya zaidi kwa sababu inakuja kuasili vitu vingi sana weza, kwa mtu mmoja mmoja au kwa nchi kwa ujumla, kwa sababu Tanzania hatujazoea kuwa na mchafuko wa namna hii e, ko ndo tukaa tumeshtukizwa tume, kwa hali yenyewe ilikuwa imetokea namna hii e, kwa kweli hii hali ilituathiri pakubwa sana, kwa sababu hatujazoea kwa kweli. Mimi nilishukuru kwa mimi hapa na wenzangu kwa ujumla tulimshukuru Mungu ni yani, Samia Suluhu Hassan alivyosema kazi zote ziendelee, tulimshukuru Mungu. Mi kwa vijana nilikuwa naomba kwanza, cha kwanza wamkimbilie Mungu wao, kwa sababu wakiwa ndani ya Mungu wao yani wanaimu, wakiwa wanamtumikia Mungu hawezi akafanya ujinga wa namna hiyo, ila akiwa wametoka nje ya Mungu anaweza akafanya ujinga wa namna hiyo. <coughs> Waendelee kufuatilia wale labda wanaofanya uhalifu mbalimbali, sio kuwachukulia sheria kali sana ila waendelee hata kuwaelimisha hata kwa maneno. Najua mtu akiwa na ufahamu ufahamu wake ulio kamili anaweza akakuelewa, sio wasichukue sheria kali. Kwanza nafurahi kwa sababu amani imepatikana ambayo hiyo amani ndio tulikuwa tunahitaji. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu bila amani hatuwezi kutembea hivi. Kwa hiyo ni jambo ambalo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza nafsi yangu kwa sababu bila amani uwezo kafanya chochote. Ila kwa sababu amani imepatikana ni jambo la kushukuru sana Mungu, yani kwa sababu kwanza tuko huru. Naona, kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna kingine zaidi ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hatukutegemea kwamba amani itapatikana, lakini kwa kuwa Mungu ameshatenda tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaishi kwa ajili ya Mungu. Mimi naona tu jeshi la polisi li, liendelee kuimarisha ulinzi na usalama, kwa sababu usalama ndio kila kitu, kwa sababu bila usalama huwezi kufanya biashara, huwezi kufanya shughuli yoyote eh. Kwa hiyo, na mimi nashukuru kwamba jeshi la polisi limefanya kazi na liendelee kufanya kazi ili nchi yetu iwe na amani, kwa sababu amani ndio kila kitu, kwa sababu bila amani huwezi ukafanya jambo lolote. Yaani amani ndio kila kitu kabisa. Mi naomba vijana kwanza tujishughulishe, sawa, tuepukane na makundi yasiyo ya, ya lazima kuona. Naomba tu kwamba vijana tu, yaani tujishughulishe na kazi, ndio msingi wa maisha, ukijishughulisha na kazi, ndio msingi wa maisha kwa sababu maisha ni yani, maisha ni nguvu zake. Yani mtu maisha ni nguvu zake mwenyewe, sio kwamba nguvu zake tena peleke kwenye vurugu. Hapana, yani maisha inatakiwa vijana tu, tu, tu, tujitahidi kupiga kazi, kupigania kazi ili maisha yetu yaendelee kama kawaida kwa sababu vijana wengi wa sasa hivi